Karibu sana ndugu mkulima. Uh, kwa majina naitwa Aibu Bisaga. Hapa tuko wilaya ya Chato, uh, kata ya Bwanga. Hapa ni katika moja ya shamba darasa letu, uh, la kampuni ya Seed Co. Mbele yako hapa unaweza kuona ni mbegu ya Seed Co chapa tumbili ama 419. Tumbili ni mbegu ambayo inakomaa kwa muda mfupi sana, siku sabini na tano mpaka siku tisini, unakuwa karu na uhakika, kama unavyoweza kuona shamba letu lilivyopendeza haka. Haya, sifa ya tumbili ni mbegu ambayo cha kwanza nimesema inakomaa kwa muda mfupi, lakini kitu cha pili ni mbegu ambayo inakupa uhakika wa kuweza kupata mavuno mengi kwa kipindi kifupi sana, kama ambavyo nimesema siku sabini na tano mpaka siku tisini. Ukipata kanuni za kilimo bora, inakupa uhakika wa kuweza kupata wastani wa mavuno kati ya gunia 40 mpaka 48 kwa ekari moja. Sio utani ndugu mkulima, kama mbona mbegu yetu hii ya Seed Co chapa 419 inalipa vizuri, na mahindi mengi, kama unaweza kuona ya pipa mbili mbili, kama unaweza kuangalia mahindi ni mawili mawili. Lakini pia hii mbegu ya tumbili namba 419 punje zake ni kubwa, punje ngumu, lakini pia zaweza kukoboleka vizuri. Ah, Sidiko tunasema mavuno bora huanza na mbegu bora, na mbegu bora zinapatikana Sidiko. Karibu tukuhudumie.